Tunapokuja kuomba kura tunamaanisha sisi Chama Cha Mapinduzi ndo ndugu zenu wa damu. Nitawashangaa Mborongo, nitawashangaa. Nitawashangaa Mborongo, eti mtajenga imani ya chama cha upinzani? walikuwa ndugu zenu wakati wa taabu, wanapokuja leo wakati wa raha? Maji yameshamaliza kufanyiwa survey, shule tumeshajenga, nyumba tunamalizia, zahanati tumeshaleta, umeme tumeshaufikisha, na ninajua nitamwagiza kazi diwani ya jambo moja kuhusu umeme. Hayo yote tumeshayafanya. Leo hii Mborongo mkienda kuamini, nitawashangaa. Niseme nisiseme? Anayejua matatizo ya Mborongo ni sisi Mborongo nyewe. Ni wazalishaji wazuri, mvua wa zinanyesha vizuri sana, na kwa sababu mvua zinanyesha vizuri na ninyi ni wazalishaji wazuri kila mwaka barabara tunapoitengeneza baada ya mvua lazima itaharibika. Hatuchoki, na mwaka huu tumewatengea milioni mia moja ishirini tunakarabati tena barabara yenu Mborongo. ye nani kama CCM?